Ana kwa Kenya News TV kuongea. Nataka kuambia ma supporters wa Kenya News TV e, subscribe, mcomment na mlike na mshare hii media, ina itauza na nyinyi mtaona mahali wakenya wamefika. Hizi ndio news tunasema, media zenye tunasema ndogo, na ndio zinafanya munajua ukweli ivile nchi inaenda Hizi midia kubwa hakuna mahali zinawaonyesha ukweli, zina time kiki umana ndio zinasema ukweli, lakini hizi ndio zinasema ukweli. Sandeni, naanzia hapo nikirudi kwa Museveni, Museveni ameangaisha Waganda sana. Museveni akaangaisha mpaka Wakenya sana. Mimi hata nafurahia Museveni akiwa amekufa. Museveni amefanya watu wetu walikuwa wa, wa, wamegwama kule Uganda na sasa nataka kuambia wale watu wenye watasema uongo uongo, tulisema hivi ya mzee wetu, mkasema sisi tunavuta bange, tuko na njaa. Hii ya Museveni ni ukweli, nalisemualo lipo, mkumbuke Museveni besiji alikuwa hata kama hajafika, sijui amefika, alikuwa amesema anakuja matanga ya Raila Amolo Odinga, then akirudi huko Museveni amshika amrudishe ndani ni kama alikuwa anajua akikuja akienda huko anaomboleza Museveni. Na mimi nataka kuambia Waganda, nataka kuambia Waganda na Wakenya pamoja, munaona mtu anaitwa Bobi Wine huko Uganda, hiyo ni project ya Museveni. Huyo ni opposition leader wa serikali, vile hapa Kenya tuko na opposition wa serikali, Rigathi Gachagua. Do the same same, so opposition leader really mwenye serikali itakangi ni ule anashikwanga na ekwa ndani kama pesa ilishikwa kawekwa ndani, huyo sana pigwa matia gas anaachiliwa na rudi. Mbona hajashikwa kafungwa maisha? Ukikuja hapa Kenya na nani alikuwa anashikwa ni ile Amolo Odinga, anashikwa na wekwa ndani, anafanywa vituko zote, ndio serikali mtaki vitu zenye anafanya. So Museveni yeye hata akikufa, hiyo ni shukrani sana kwa Waganda. Mtu aweza akarudi 40 years. Na baada amegwamia kiti. Mtu aweza akafanya vitu ameweka CS wote familia moja, wao ndio wanaguruma kule Uganda, watu wengine wawezi guruma. Anakuja anachukua kateli mwenzake Bob Wine anamweka hapa, anaanza kumwambia sasa ajifanye yeye, anamupinga kumbe ni project yake, lakini pesa ji mwenye anaongea ukweli ndio anashika anaweka ndani. kunapata kateli wetu hapa Kenya? ea wanakuja wanashika pesa japa, wanamrudisha kule Uganda, Museveni, the same same. hii shule yenye ilichomeka hapa, watoto wengi walipatikana kule kwao. Sasa huyu mtu kama huyu mkukuniambia akikufa, bila amekufa hivyo unajua amekufa lakini amefichwa, itamaliza siku kadhaa ndio utakuja kusikia Museveni amekufa, kama amemaliza, hata siku kadhaa kwa, kwa, kwa ni, moja tutakuja kujua ukweli, sasa amekufa na sasa hii sahi tukiongea sahii unapata wajinga wenye hawachiki network. Wako kama line za yeti, wanaanza kukuambia ati wewe uko na njaa, ati wewe sijui uko na nini. Ukiona ule mtu mwenye achiki network, achika akili haraka, jiulize bwana, watu wanasema umsebe na, amekufa na wanakuambia ati evident, huyo mtu muangalie vizuri na line ya yeti mtu wewe vizuri yeti na yeye kwa basement, chukua line ya yeti ilipeleka basement, nitapoteza network wacha kurudi mpaka uko mali mali iko ope, ndio the same thing. Unaona watu wenye tukisema ati Museveni wow. <messizia> na amekufa wanatuambia, sisi tunaongea Museveni au Museveni? Ndio alikuja akiamua anataka kuua Raila Amolo Odinga akiwa na kijana wake, na wakadanganyana, wakachukua Raila Amolo Odinga wakapeleka Uganda. Hiyo ndio kiti inaniumanga <messizia> na mimi nasema, mimi nasema bila uoga, wakapeleka Raila Amolo Odinga Uganda sijui kuona mang'ombe zake sijui nini. Mnajua alienda kufanyia nini Raila Amolo Odinga? Mimi mtu asiniambie ati ugonjwa, ati Raila Amolo Odinga ati ugonjwa sijui nini nini. Nitasimama na ukweli wangu hata kama nikuuliwa, niuliwe, lakini we ukweli ibaki. Museveni, Museveni, Rigathi Gachagua na William Samoei Ruto awa watu ndio wanajua vizuri. Sai mtu asimdanganya, tutaon meei silikuwa inafai kuanaa Museveni. Tabia yake imezoea ati wa, wa, mapresident wa Kenya wakikufa, yeye ndiye anakuja kuwazika. Yeye ndiye anakuja kuwazika akirudi. Ulikuwa unafikiria Raila ambalo dinga Jacob, dinga. Mzee mwenye hakuwa anashituka, anaenda mbele. Wacha hii hii kashagwa yenye inasema ni mtoto wa Maumau. Huyu mau. Sasa huyu huyu mwenye amelala huyu, sasa huyu ndiye alikuwa amebaki original Maumau. Hakuwa mau. Anatishika na presidenti yoyote. Hata hakuwa anatishika na nani? Na huyu Museveni. Ndio kwa sababu ameenda na akamua anaenda na yeye. Ninakwambia Bwana, hii Afrika ma president wenye wanaenda kufa tu bwana, mutashangaa. Wacha tumalizane na Museveni, huyu wa Tanzania huyu, mutajiuliza. Leo ndo tunasema hapa, nasema hapa, Museveni anaondoka, huyu wa Tanzania anaondoka, na msishangana hapa Kenya, msishangana hapa Kenya. Na mimi muda asikuje kuniambia nini, mtaniambia mimi na niko na njaa lakini mimi nimenakula nafanya kazi zangu, mimi niko sawa, lakini ukweli tabaki kuwa ukweli. Je, wakati tulisema wakasema, aje, tunadanganya. Mwishowe ukweli ilitokelezea. Sasa hii musebe, muda asitudanganye hata ya Raila amulodiga. Tulisema before wakakuja wakasema wewe unakuta bangi sijui ende ufanye nini, halafu mwishowe ulikuwa ni nini matokeo akapata, ndio tena akarudi nyumba kwanza. Sasa kuochi vizuri hiyo video. So vitu zingine mkiona tunaongea Msichukulie, mkiona ya kitu naongea uongo. Nyinyi nawaambia, nikirudia hii Kenya ama hii East Africa, kuna viongozi wanafaa watoke, viongozi wengine wapatikane wapya, kama mtu kama Museveni sasa hivi wa Uganda. Msijali chochote, sasa hivi mnafahamu kweli, mwanje tu kusherekea. Hata asionekane mahali hapo, unajua familia sasa hivi imeficha, inajua aibu yenye itapata sasa hivi. Nafahamu, sherekee mkule vizuri Sahii hata TV ni kuochi mkiruin mkianza vile matezo zote zenye mmepitia. Sa alisema alitoa nini? mwenye anata kumtoa kiti amtoe kama ako kwa msitu na ya, na e, mwenye anamtoa namtoa kama ako kwa kaburi. Huyo deputy wake pia nafaa huyo, akitoka waende election, deputy asikuwe president. Uganda ni kainchi kengine kadogo hivi, kawezi kakashinda ndio kwa sababu uliona wa Kenya wana darauka Uganda waliingia kwenda kupiga huko kura. Munaenda kupigia Bobi Wine kumbe ni project ya nani? Ya Museveni. Mimi nasema congratulations. Eh, Museveni rest in peace lakini ukutane na shetani, usikutane na Mungu. Ukutane na shetani, usikutane na Mungu. Jo, wewe ukikutana na Mungu utakuwa umeleta laana zote, huko, huko, huko, huko, huko mbinguni. Utaleta shida huko. So Museveni niu zake zilianza kutoka jana, watu wakaanza kuona hivyo, wanaanza kusema sijui ati wanaongea tu, my friend hii na kuanga kuongea hivi, lakini mwishowe utasikia. Mimi naambia Waganda, mkule, msherekee pia. Hapa sisi Kenya tunasherekea, tunasherekea na hiyo wakati wa mnasherekea. Hiyo wakati wa kuzika, imbeni nyimbo za kushukuru Mungu, mmeondolewa shetani. Na huko mbinguni, najiona naye Mungu ameweka pale mishale Wakina David wako huko wamemngojea, sasa ni kumwambia wewe, enda huko kwa shetani huko, wakina Abraham wanamngojea huko. Lakini sasa sisi huyu we wetu, na hivi bila alipiga malaika, ndio walimpokea wali mbio mbio huko. Sasa sasa malaika wanaimba tu, na Raila Amolo Odinga akizunguka. Lakini sasa Museveni, malaika mgani? Kama sima la malaika wa shetani, ndio watakuwa na msifu. Wakina nani? Wakina tupa, tupa. Bwana kiongozi kama huyo si kiongozi. Mtu anaweza kuwa analia, wacha familia iliye wacha familia ilie, ilie, juu yeye familia ndio ilikuwa inakula.